Jina langu naitwa Baton Solo Mwasapi, ni afisa ufugaji nyuki mkuu katika chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora. Mimi ni mkufunzi, lakini pia ni msimamizi wa wanafunzi katika mazingira yao ya kujifunza. Chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora kinatoa mafunzo kuanzia ngazi ya astashahada na stashahada kwa maana ya certificate na diploma. Chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora kinatoa mafunzo kwa vijana wa kike na wa kiume waliomaliza kidato cha nne au waliomaliza kidato cha sita. Vijana hawa wanajiunga na chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki wakiwa na sifa ya, kwa mfano, ya kidato cha nne akiwa na alama D4, ambapo anakuwa na sifa ya kujiunga katika chuo hiki. Lakini pia aliyemaliza kidato cha sita anaweza kuwa na principal moja na subsidiary moja, inamtosha kujiunga katika chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki. Na kwa sasa tunapozungumza, dirisha limeshafunguliwa wanafunzi wanaweza au wazazi wanaweza kawaombea vijana e, wao kuja kujiunga na chuo hiki. Chuo hiki kimekuwapo e, mkoani Tabora kwa muda mrefu, tangu miaka ya hamsini, niseme miaka ya arobaini na kitaenda e, katika kilianza kama taasisi e, ya utafiti na kitaenda mpaka kuwa kuanza kutoa mafunzo na mpaka sasa kinatoa mafunzo. Watu wengi sana wamepitia katika chuo hiki na wamekuwa ni wataalam na wengine wameziweka na wengine na profesa huko. Chuo hiki kinatoa mafunzo kwa nadharia na vitendo. Katika nadharia tunafanya mafunzo kwa darasani, lakini kwa vitendo e, tunafanya katika mazingira ya nje, kuanzia mnyororo e, mzima wa thamani, kuanzia kuanzisha mashamba e, kuchakata, kuvuna, kuchakata mazao, kufungasha na mambo mengine lakini hatuishii tu kwenye e, swala su, zima la ufugaji nyuki peke yake. Kule ndani kunakuwa na uhifadhi e, swala la mazingira, swala la, la kilimo mseto, maswala ya hali ya hewa, maswala ya kujifunza e, maisha e, ya kijamii. Vijana wanajifunza mambo yote. Sasa kwa sasa hivi, kwa mfano, kipindi hiki cha mwezi hasa kuanzia wa Mei, wanafunzi wanakwenda katika mafunzo kwa vitendo ambapo tunawatoa chuoni tunawapeleka maeneo mengine. Kwa mfano kipindi hiki tuna wanafunzi wa, wa mwaka wa kwanza ambao wako katika mhula wa pili, wanaweka kambi katika e, msitu wa hifadhi wa Simbo ambapo upo kilomita e, 30 kutoka mjini. Katika msitu huu wanafunzi wanaweka kambi ya takribani wiki tatu, ambapo wanajifunza mambo mbalimbali waliojifunza darasani kwa vitendo wanajifunza kuanzia kwenye kuanzisha mashamba na masuala yote ya kushughulikia nyuki kwa maana ya kuwahudumia, kuwalinda dhidi ya maadui, kuvuna na masuala yote ya kuhifadhi kwa maana ya kutengeneza mipaka au njia za kudhibiti mioto, kitaalamu, fire lines, na mambo yote yanayohusiana na hifadhi ya misitu na mazingira, ukizingatia kwamba ufugaji nyuki ni nyenzo muhimu ya uhifadhi.